Mwanafunzi wa shule ya msingi ya Badi Twalib eneo bunge la Jomvu kaunti ya Mombasa, Catherine Kadzo amejawa na furaha baada ya mbunge wa eneo hilo Badi Twalib kufufua ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili ya Mama Ngina.

For making a request like this. Hii ni baada ya juhudi za mzazi wake kugonga mwamba hali iliyopelekea walimu wa shule hiyo ya Badi Twalib akiwemo David Mutugi kutafuta usaidizi mbalimbali mbali. Namshukuru sana Mheshimiwa kwa kuwa amepiga hatua ambayo imefanya ime, ime hata ni ni, ni ni haraka sana kwa sababu vile mmefika, mimi hata nimeridhika, kwa sababu huyu mtoto akienda, ingekuwa ni kazi ngumu sana. Mtoto ameenda national school, ameitwa national school na hajaenda enda, lakini mahali ulipo mheshimiwa Badi Twalib mbunge wa Jomvu na kushukuru sana kwa kuchukua hatua ambayo itafanya tu si mtoto huyu mmoja peke yake, kwa sababu huyu akiwa kiongozi kama vile ulivyo kiongozi itakuwa sasa ni kizazi kingine ambacho kimeokolewa. Na kushukuru sana afisi ya mbunge wa Jomvu Badi Twalib. Ikiongozwa na mwenyekiti Owen Ogonda, imeahidi kumuunga Kadzo katika ufadhili wa masomo ulioanzishwa na mbunge huyo miaka michache iliyopita <tutu> sisi saizi ni a sababu, watoto wanarudi shuleni sasa. Kuna mikakati kama ofisi kuongoza ambazo tumekuwa tukiweka ili tusaidie wanafunzi wanaenda, kama mambo ya basi ni mpangilio tunaweka na mwezi huu, kujaliwa na mwezi huu tutapeana basi vilevile. Kumekuwa na, na, na programu ambayo anaanzisha toka 2022 mambo ya scholarship ya wanafunzi ambao wamekuwa kuchukua, na wanafunzi bora ambao wamekuwa katika shule zetu za msingi, na nafasi ile tumekuwa tukichukua kwa 20. Program ile imekuwa ikiendelea, na vilevile saizi wanafunzi wanafanya vyema sana, na kama leo tumekuja hapa, kuna wanafunzi ambao wamepata alama 62 ambao alikuwa ni mwanafunzi alifanya vizuri sana ila mwanafunzi yule alikuwa na changamoto ile ya kwanza. Na mheshimiwa amekuwa tukatiza kwa mambo ya elimu, na ambao wametuma sisi timu ofisi tuko hapa wote ili yule mwanafunzi tuweze kuona mikakati tunaweza kumsaidia mwanafunzi aende shule. Mheshimiwa amecommit kwamba yule mwanafunzi atapewa 30,000 kwa CDF kama school fees ili kusaidia yule mwanafunzi kujiunga na shule yake ya upili. Yeah. Aidha, mmoja wa afisa katika ofisi hiyo, Asma Muhammad, amemtaka Kadzo kuzingatia masomo atakapokuwa shuleni na kujiepusha na mambo yasiyo na tija. Tutafanya ili mheshimiwa afurahi, isipokuwa ni performance yako. Ukifika shule go and work hard. Go and and work work hard, hard, extra hard. Angalia kule umetoka, angalia wazazi, wazazi angalia nyumbani utakwenda pata pia presha, achana nazo wewe. Hukufuata marafiki shule, wewe umefuata kusoma. Utakwenda pata watoto huku ni watoto, mawaziri, watoto wa mawaziri, watoto wa watu wakubwa, lakini wewe jifikirie mimi nimekuja hapa kusoma. Achana na magroup, kienda shule kwa sababu hii scholarship yenye tumekupea, once ukidrop utatolewa kwenye hii scholarship kwa sababu hii scholarship, scholarship ni ya watoto wenye wana perform na kuna wengi tu kama wewe wenye wametaka hii scholarship lakini bahati imekuangukia wewe. Mwalimu mkuu wa shule ya Badi Twalib Edith Mova pamoja na mzazi wakazo, wa Kadzo wamemshukuru mbunge huyo kwa kuingilia kati na kuishika mkono familia hiyo na amezidi kutusongeza hatua hadi nyingine, hivyo tunajivunia sana uongozi wake. Na kwanza vile sasa ameshika kiongozi mwingine ambaye huyu siku za usoni atakuwa ameendeleza uongozi. Kiongozi mzuri ndio huendeleza, kwa hivyo tunamshukuru sana, naendelea vivyo hivyo, na sisi tunaendelea kushukuru na kufurahia sana venye mtutongalipita na hata pia baada ya hapo nkashtuka pia lakini Nashukuru wazazi wa wanani wa, walimu wa Badi Twalib wame nani wameng'ang'ana yani, wame na mtoto mpaka wakamfikisha mahali ambapo wamefika, lakini pia nashukuru Mungu kwa hilo maana si si kawaida. Nikiripotia Bandari TV kutoka Jomvu, mimi ni Hassan Pojo.